Shirika la ndege la Air India inayomilikiwa na Mumbai Tata Group itafanya mnada mtandaoni kwa ndege moja Boeing 747 yenye nambari ya usajili Victor Tango Eco Sierra Oscar tarehe 6 Mei mwaka 2025. Mnada huo unaosimamiwa na M Junction utafanyika katika kituo cha Air India Limited huko Mumbai. Mnada huo unawakilisha hatua muhimu kwani ndege hii inaripotiwa kuwa ndege ya mwisho ya Boeing 747 yenye umri zaidi ya miaka 31 katika fleet za Air India. Wazabuni wanaowezekana lazima wawasilisha hati zinazohitajika angalau siku tatu mapema ili kushiriki katika fursa ya ukaguzi wa siku moja. Mchakato wa mnada umeundwa kwa uangalifu mahitaji maalum kwa husika wanaovutiwa. Kulingana na notisi rasmi, mnada utaanza saa tatu usiku tarehe 6 Mei mwaka 2025, kwa muda wa uhalali wa zabuni wa siku thelathini za kalenda kuanzia tarehe ya mnada. Ukaguzi wa ndege unaweza kufanywa tarehe tano Mei mwaka 2025 kati ya muda maalum, saa nne na nusu asubuhi hadi saa sita na nusu mchana na saa saba na nusu mchana hadi saa tisa na nusu alasiri wazabuni wanatarajiwa kuwasilisha ombi lao la utoaji wa pasi za uwanja wa ndege kwa Air India limited kabla ya tarehe 30 Aprili 2025. Ndege hiyo inawakilisha sehemu muhimu ya historia ya usafiri wa anga kwa Air India na inapigwa mnada kwa nambari ya Ford action M kwa juu 30210320. Huku Air India limited Mumbai ikiorodhishwa kuwa muuzaji mtindo huu mahususi wa Boeing 747 umetumikia Air India kwa zaidi ya miongo mitatu ikiwakilisha enzi ya kipekee ya Jumbo Jet ya usafiri wa anga wa kibiashara. Ndege hizo 747 ziliwahi kuwa kinara wa fleet za Air India zikifanya kazi kwenye njia za hadhi za kimataifa na zikitumikia kama ishara ya uwepo wa shirika hilo duniani.